Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali mbali ya Tanzania. Leo ni tarehe kumi na mbili ya mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumatano. Sawa na Ramadhan kumi na moja kwa wale wanaofunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Nikualiki kunako dukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali mbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania ilivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzeina na hii ni Toka Zamani TV kubwa ni kukumbusha, kama wewe ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tunapatikana kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, pamoja na mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani TV. Bila kusahau usisahau kuacha maoni yako kwenye comment hapo chini kwa kile ambacho unakisikiliza na kukitazama kupitia hapa Toka Zamani TV, na bila kupoteza wakati tunaanza tukuzia siku hii ya leo kwa kulitazama gazeti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 uchaguzi mkuu. Wa habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. tanga ya noga kila sekta miaka minne, Samia. Habari katika ukurasa wa nne wanne, kortini hasara ya milioni mia moja ishirini na sita TRA. Habari katika ukurasa wa saba, DAWASA yakamilisha miradi ya bilioni mia mbili thelathini na tatu miaka minne. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, serikali yapunguza utegemezi wa bajeti, ushiriki PPP kuongeza bajeti ijayo ukomo trilioni 57 habari kamili ni katika ukurasa wa tatu. Leo gazeti hili limeandika CCM yatangaza ukomo bunge, udiwani, viti maalum habari katika ukurasa wa saba makakala eleza tija ya visa vibali mtandaoni habari katika ukurasa wa ishirini na hivi ndivyo limeandika gazeti habari leo. Habari Tanzania, pata nakala yako, soma kwa kina zaidi. Pamoja na gazeti habari leo mikononi mwangu nalo gazeti mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia aonya vigogo wanaotaka ubunge. Wakuu wa mikoa, wilaya na watumishi wa umma wanaopigana vikumbo kusaka ubunge awapa angalizi wakionya wanaotoroka ubabe wa utendaji kwa wawekezaji moto. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Nukuu ya Rais Samia Suluhu Hassan iliyoandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni kuna madedi wangu wakuu wa wilaya wana hamu sana ya kurudi kwa wananchi. Nilimwambia katibu mkuu kiongozi apeleke mwongozo wa serikali za mitaa, nadhani waziri Mohamed Mchengerwa wa TAMISEMI ameupata kwamba yeyote mwenye nia ya kugombea atuambie mapema. Hiyo ni nukuu ya Rais Samia Suluhu Hassan. Lakini pia gazeti hili imeandika uamuzi mgumu viti maalum CCM utaratibu mpya kuanza. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tano wa gazeti hili, zitakavyotumika shilingi trilioni 57 nukta sifuri nne bajeti ya mwaka 2025-2026, tilioni arobaini nukta tisa kiasi cha fedha ambacho kitatokana na mapato ya ndani kusaidia utekelezaji wa bajeti tajwa ya shilingi tilioni hamsini na saba nukta sifuri nne. Bajeti hiyo itakuwa na vipaumbele sita ikiwemo uimarishaji wa demokrasia na uchaguzi mkuu. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili gazeti limeandika mbinu sahihi za kujikinga na ugonjwa wa mpox, habari katika ukurasa wa tatu. Dr Tulia sugu, nani kumkimbiza mwenzie? Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Halmashauri ya jiji la Mbeya imeanza mchakato kuchunguza wa kuchunguza na kuligawa jimbo la Mbeya mjini kupata jimbo jipya la Uyole katika uchaguzi. Undani wa taarifa hini katika ukurasa wa tatu, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbili Tazame sasa ya gazeti Majira, gazeti huru, raisi, ya gazeti huru la kila siku lenye habari aliyopewa kipaumbele. Raisi adimiza yote aliyoahidi, Alat ni katika sekta ya elimu, wa afya, miundombinu, maji, kurejesha vyanzo vya mapato halmashauri. Aficha siri ya mikeka, waziri apewa rungu, wa habari dia kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Mchengerwa alat tegemeo la wananchi, miradi ya maendeleo habari katika ukurasa wa nne. Watumishi 33 wanusurika kifo ajalini mmoja fariki. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Gazeti hili ikiandika watu thelathini na tatu wamenusurika kifo huku mmoja akifariki dunia katika ajali ya basi ya aina ya Toyota costa lililogongana na katapila. Ajali hiyo ilitokea jana mchana eneo la Msinde wilayani Momba mkoani Songwe. Kamanda wa polisi mkoa wa Songwe Agostino Senga alisema ajali hiyo ilitokea jana Machi kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano saa sita mchana ikihusisha gari aina ya Toyota Cruiser na katapila. Gazeti hili limeandika dawasa yafunguka mikakati ya serikali upatikanaji maji da. Habari imeandikwa kwenye ukurasa za ndani za gazeti hili. Mwakilishi EU awasili nchini kushughulikia mgogoro DRC, habari katika ukurasa tatu. Tanzania yatangaza utalii Ulaya Magharibi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nane. Masoko ya hisa kimataifa yaporomoka, habari katika ukurasa wa kumi na tisa lakini pia gazeti hili limeandika ufahamu kwa kina ugonjwa unaomsumbua Papa Francis. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na mbili na ukurasa wa kumi na tatu Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira ya gazeti huru la kila siku. Gazeti ni pashe mwanga wa jamini nalo mikononi wangu, lenye wa habari iliyopewa kipaumbele ni vigogo mtegoni, ni wanaomezea mate ubunge wengi ni mabosi wanene serikalini, Samia wapa angalizo, CCM yaweka ukomo viti maalum. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika msimamo wa Trump, Mkumbo, Mwigulu waja na mkakati wa kujitegemea bajeti ya lenga deni la taifa, uchaguzi, mpango wa kuzingatia vita dhidi ya VVU, ukimwi, TB, malaria. Gazeti hili linaendelea na taarifa hii katika ukurasa wa tatu. Yalivyo maisha ya Tundulisu nje siasa, habari katika ukurasa wa nne. ACT Wazalendo kutoshiriki vikao vya baraza la vyama, habari katika ukurasa wa tano. Jela kwa kuuza kugawa viwanja eneo la mradi, habari katika ukurasa wa nane. Mahakama ya mwanzo wilaya ya Bagamoyo kituo cha Kerege mkoani Pwani imemhukumu Joseph Hamisi kifungo cha miezi mitatu gerezani kwa kosa la kuuza viwanja eneo la mradi, undani wa taarifa hii katika ukurasa wa nane wa gazeti hili. Akutwa bila nguo ofisi za Tanesco yadaiwa alidondoka akiwa kwenye ungo. Habari katika ukurasa wa pili. Wataalamu wa afya waeleza mbinu za kukabiliana na mpox. Habari katika ukurasa wa nne. Dawasa ya toa hofu wananchi upatikanaji wa maji. Habari katika ukurasa wa tano wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Tutazame sasa gazeti Raia Mwema muungwana ni kitendo, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni TRA kwa moto, vigogo wanaodaiwa kushirikiana na matapeli wa sakwa simulizi ya idiazani ya ukoo wafanyabiashara wengi. Kamishna wa mamlaka mwenda afunguka mambo mazito, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Samia awashia taa za kijani, wagombea ni watumishi wa umma wa Tangazania ampiga mkwara waziri mchengero wa habari, imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. CCM sasa yashusha nyundo viti maalum, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika ACT Wazalendo yaweka mgomo habari katika ukurasa wa 3 SGR. Mguu sawa kwenye mizigo habari katika ukurasa wa sita. Serikali yapongezwa kuwezesha wanawake habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na sita. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Raya Mwema. Mungwana ni kitendo pata nakala yako, so mekonda ni zaidi. Gazeti Uhuru, kweli daima lenyewe limeandika Rais Dr. Samia ainisha mafanikio miaka minne habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili yagusa sekta za miundombinu, maji, umeme, elimu na afya, asema ni kielelezo cha serikali iliyojikita kuleta maendeleo. Hatoa agizo kwa waziri wa TAMISEMI kuwachukulia hatua watakaobainika kujihusisha na ubadhilifu wa mali za umma, habari katika ukurasa wa pili. Bajeti sekta ya afya Zanzibar yapaa hadi bilioni mia nane themanini habari katika ukurasa wa nane. Kortini tuhuma kusababishia TRA hasara ya shilingi milioni 125. Habari katika ukurasa wa 19. Angalizo kwa wakurugenzi, ni wale wenye nia kugombea nafasi za kisiasa katika uchaguzi mkuu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu lakini pia gazeti Uhuru limeandika CCM yapitisha majina agumbea, tatu, Zek, ya wagombea uongozi habari katika ukurasa wa tatu. Zek yapongeza uandikishaji wa wapiga kura wilaya ya kati habari katika ukurasa wa kumi. Hapi avipa maagizo vyama vya ukombozi habari katika ukurasa wa sita. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Pata nakala yako usome kwa undani zaidi. Gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni karibu. Mkuu wa nishati ya fafanua adhima ya serikali kununua umeme Ethiopia. Dkt Samia serikali za mitaa chachu ya maendeleo ya taifa, habari katika ukurasa wa pili. DC aonya wanaotaka kukwamisha zoezi la uandikishaji, habari katika ukurasa wa tatu. unaendelea kuimarisha mazingira ya elimu Hemedi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa za ndani za gazeti hili. Dkt Marijani ahidi uchunguzi sakata la mjamzito wa habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Mvua wa Bolivia yaua zaidi ya watu arobaini. Habari katika ukurasa wa tisa. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi. Pata nakala yako usome kwa undani zaidi. Na sasa tukiwukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikanuni mwangu na gazeti Mwanaspoti lenyewe li limeandika, Simba kuipa Yanga ubingwa ni lile tukio la kugomea ya Kareko. Habari ni katika ukurasa pili wa gazeti hili, ikiwa hili ni swali. Matokeo katika mchezo jana ni simba tma sifuri. Hili ni kombe la shirikisho. Ripoti ya mvuta mvutaa Msimbazi, habari mliwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Yanga club Coastal Union, njoeni muone, ni kombe la shirikisho leo Jumatano Saa kumi kamili jioni KMC Complex, Mwenge, Dar es Salaam. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. New Theatre of Dreams, uwanja mpya wa Man United kuingiza watu laki moja. Habari ni katika ukurasa wa ishirini. Iliyofailiwa jumatano ni Arsenal na PSV, mchezo unapigwa saa tano kamili usiku, Emirates. Atletico Madrid na Real Madrid, mchezo unapigwa saa tano kamili usiku, aggregate ikiwa ni Real Madrid mbili Atletico Madrid moja hadithi ya kwa mtoto wa bunduki inapatikana kwenye ukurasa wa kumi na sita wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele yako. Pata nakala yako someku ndani zaidi. Gazeti ya habari habari za michezo na burudani mikononi mwangu, na gazeti ya habari leo lenyewe limeandika Simba pamba za fuzo wa kumi na sita bora Yanga kuikabili Coastal Union leo, habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili, Serengeti kuanza na Zambia wanawake futsa na Madagaskar. Wema ndoa sio kipaumbele changu, wa habari katika ukurasa wa ishirini na moja. Makeith afichua za ndani kuhusu Ten Hag, habari katika ukurasa wa ishirini na mbili. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti habari leo, kujili habari Tanzania. Gazeti la Nipashe mwanga wa jamii ukurasa wake wa nyuma limeandika Simba ifuata Big Man FA Cup. Ni katika hatua ya 16 bora baada ya kuiralua TMA. Fadro azidi kutoa habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Yanga Coastal mechi ya kisasi fainali ya 2022. Habari ni katika ukurasa wa 23, lakini pia gazeti hili limeandika Ronaldo apeleka Al Nassr robo fainali, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti lipasha mwanga jamii ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani. Na hivi ndivyo ambavyo linakamilisha uukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania kupitia Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.